Umesema nini wewe? <tipa> Mimi ni Zawadi? Kwa hiyo unakataa kunipa mimi tendo la ndoa kwa sababu unafanya nalo zawadi, si ndio? <tipa> Hemu niambie Tasha, unanipenda kweli au unanichezea? Kuna watu analia, wanatiswa na mapenzi, wengine wanafurahia furahia, wana injoi mapenzi. Tafadhali, tafadhali. E, punguza jazba kwanza. Wewe ndiye mwanamke ambaye mimi nakupenda kwa dhati. Wewe ndo sababu ya mimi kutabasamu, Kim. Tafadhali nakupenda na mimi wala sina nia kukuchezea wewe, nahitaji nikuoe, lakini kikubwa zaidi, naomba hebu jaribu kuwa mvumilivu katika wakati huu. Hilo tendo ambalo nalihitaji wewe ni tendo ambalo linafanyika katika ndoa, na ndio maana likaitwa tendo la ndoa. Mimi nawe bado tunaingia katika ndoa, Kimu, kwa jaribu kuwa mvumilivu kwanza, tufanye hizi harakati za ndoa tuingie katika ndoa tutafanya hilo, lipo tu.

Kim mwanangu, we tangu umefika ni kulia tu nikumwaga machozi tu, hata sijui mwanangu, una tatizo gani? <tipo> Nyamaza basi uniambie. <tipo> Sawa? Hapana, hauko sawa. Ingekuwa uko sawa, usinge mwaga machozi hivyo. Mara ngapi unakuja hapa, sioni ukiwa na mwaga machozi. Niambie mwanangu, mimi ndo mama yako, naomba uniambie, unasumbuliwa na nini kwenye moyo wako hivi. <laughs> Mama Kasha alinipenda. Kwe? Amekupenda? yeah, na kama ulimlazimisha? mm -mm. Sio kweli. Alinitamkia yeye mwenyewe, sio kwamba mimi niliforsi kumwambia, yeye mwenyewe tu alitamka, Masha. mm -hmm. Oh, hivi mama, inawezekana vipi mwanaume unempenda ukalala naye kitanda kimoja na sikuguse usiku kucha, na hata unapojaribu kumgusa bado anataja jina la mwanamke mwingine? hmm? okay, <laughs> unaweza ukalala na mwanaume kitanda kimoja na ukalala naye kama vile umelala na rafiki yako ama ndugu yako wa karibu, asikuguse asifanye kitu chochote, lakini bado mwanaume huyo huyo akawa anakupenda. Na kingine ninachotakiwa kukukumbusha, hakuna utawala ambao unatoka madarakani kirahisi. Kwa hivyo basi, mimi kwa upande wangu nimeshafanya kwa nafasi yangu. Naomba wewe unitolee hicho kisokoro kwinyo kinachotaka kuingia kwenye maisha ya watu binafsi. Mimi nimeridhia, wewe ndo mkamwana wangu, wewe ndo mama wa wajukuu zangu. Fanya kila njia, pambana kadri uwezavyo, niondolee uchafu wote, takataka, taka zote. Ukiacha huyo aliyeotwa ndotoni, hata wengine wote ambao wanatarajia kuingia kwa mwanangu Tasha, naomba unisafishie fanya kwa nafasi yako. Kwa upande wangu mimi nimeshamaliza, mwanangu. Ki wewe ni mwanamke, wanawake tuna mioyo migumu ya kupambana, na huwa hatushindi tunapotaka jambo letu lifanikiwe. Sawa mama yangu, mi nimekuelewa, na nitaishi ndani ya maneno yako, nitapita humo humo ulipopita wewe. Asante mwanangu, nashukuru kusikia hivyo at least basi nione tabasamu hii. <laughs> pesa kidogo mama yangu, itakusaidia kwenye chai za asubuhi. Asante, mimi naomba nielekee kazini. Asante mwanangu, Mungu akubariki katika upambanaji wako. Asante mama, wa mama. Nashukuru sana. Aya mamangu, bye. Yeah, aya kwa heri. <sighs> Alakusema nini eh? Alo, mama la mama eh. Ah, ah, kwani kwani imekuwaje? mbona sijafanya hivyo? Ah, haki ya Mungu mama la mama, mi sijafanya hivyo so, sifanya hivyo. Ah, ah, sasa usifanye hivyo bwana, kunijazia watu sio vizuri bwana, mimi nakujua wewe, ushindwe na jambo usijaze watu kwangu, nakuomba. Sawa, ah, sawa. Saw, basi mimi nakuahidi nalifanyia kazi hilo, basi nalifanyia kazi, limeisha hilo, limeisha hilo mama yangu, limeisha hilo Bonge la mama eh. Eh, eh, eh, ay, ay. Mama eh, eh. Sasa huyu kashajua na akisema anajaza watu, huyu anakujazia watu kweli. Hata ukiwa na familia yako anaabwaga, maana ule mama ashavurugwa na maisha, yule sio binadamu tena mm -hmm. Sasa hapa nampata watu huyo mama, mm -hmm. Ah, anyway. Mimi naenda kwa Mama Tasha yule yule, Mama Tasha yule yule atanielewa, yule yule Mama Tasha nampangilia vizuri. Sababu yeye yupo tu nyumbani pale, maskini ya Mungu, ana kazi yoyote? Ana kazi ya kulisha tu wale wajukuu zake. Sijui hii kazi inamfaa kabisa. laki mbili ai, kwa matasha atake asitake. Hii matasha kabisa, namuona mbele yangu, namuona, namuona live. tena mjinga kabisa yaani, katika wajinga wewe ni mjinga namba moja, wewe ni kiongozi wa wajinga. Yaani umenifanya leo mpaka nimemkumbuka marehemu baba yangu. Laiti kama angekuwa hai leo hii ningekupeleka akurudishe porini ili ukapate mafunzo upya. Nahisi yale uliopewa hayajakuingia kuingia Hivi mwanangu unawezaje kulala na mwanamke ndani usiku mzima? mm -hmm. ah. Acha tu nisiongee sana, lakini kama mimi ningekuwa bibi yako leo ningekufungukia mingi zaidi, Tasha. Sasa mama, mimi kosa langu liko wapi hapo? kwa sababu jambo ambalo alikuwa analihitaji yeye kufanyika katika ndoa mimi na yeye bado hatujaoana. Mimi nitamwamini vipi kama ana maradhi? Je, koma maisha mpumbavu mmoja hivi. Huoni mwanamke kama huyu? Watu wanalilia bahati wapate mwanamke kama huyu. Amekubadilisha, amekuletea mavazi hmm, mazuri, lakini bado kwa sababu ni mwanaume mjinga, umeendelea kuvaa nguo zako zile zile milonyalonya. Tasha mwanangu, unawezaje kulala na mwanamke usiku mzima, yaani mpaka asubuhi, na bado mwanamke huyo huyo akaondoka kama alivyokuja? Ingilia kati, e Mungu we, e baba we, mana wendo nguzo yangu. Hivi mkikaa huko kwenye vikao vyenu wanaume, utawaambia nini anamanzia, na utawaeleza nini hasa ili mpaka wakuelewe? Tasha mwanangu yo mimi ni Tasha. Eh, bila shaka bila shaka, tunaweza kuonana. Huyu kimw, nenda mwanangu, nenda wahi baba, nenda muwahi muwahi kim baba, nenda nenda baba muwahi kim. Kimu wahi nenda, nenda mwanangu. Nenda. Hapana mama, sio kimu. Ni nani? Okay, hmm. Huyu ni ni bosi wake na zawadi Mama Mista Kiwende kuna kutaka kwenda hivi. Ni kweli Walda umedhamiria kabisa kuvunja ndoa kaka yako. Kweli utakapoharibu hiyo ndoa utanufaika na kitu gani wewe? Wala mimi lengo langu sio kuvunja ndoa ya kaka, lakini nataka nini kachunguze nijue ni kitu gani anachokificha huyo malaika wako doli, hilo tu, kuchunguza. Uone wao, uchunguzi wako ndio utakokwenda kuhatarisha kabisa maisha ya ndoa ya kakako Wani, hilo ndo mimi silitaki. Achana na ndoa ya mwanangu, muwache kai kwenye ndoa yake na mke wake, ile ni ndoa Walda. Fanya mambo yako Alafu Kai ni mwanaume, changamoto anazozipitia anakabiliana nazo mwenyewe. Na kama yamemzidi, mi ni mama yake, lazima angeniambia. Acha wada, acha. Kai ni mwanangu, namjua Kai vizuri kabisa muache kwenye ndoa yake. Kwa hiyo mimi sipaswi kujua matatizo ya kaka yangu, si ndio? Na wewe uliwahi kuniahidi kwamba mwanangu dada ni mama wa pili. Sawa, mimi ngoja nikaendelea na safari zangu na sitoingilia jambo lolote namuhusu Kai, na kama baadaye kimkuta mimi nitoa kabisa kwenye haya mama sahihi sana huyo. Anadhani ndio jambo rahisi kama kuchemsha mchicha, kwamba kanuni ni ile ile, kuchambua, kuosha na kuweka jikoni. Anakosea yeye, angekuwa sahihi mpaka dakika hii angekuwa amedumu kwenye ndoa yake. <laughs> Wanda Nakuelewa, kazi yenyewe hiyo ya kupitapita kufagiafagia kidogo, sawa, mshahara laki mbili lakini watendaji kazi hakuna siku hizi, wanawake hawataki kazi yani. Mimi nimekuelewa sana, kwa sababu nikufagia tu hapo, kupiga deki, mshahara laki mbili lakini watu hawataki hiyo kazi. Bora nifanye mimi babangu eh, babangu zamani, bonge la mama eh. Ah, sasa kama unavyosema kumbe kuanzia saa moja tu mpaka saa tano mtu kamaliza kazi yake, anarudi nyumbani, anachukua laki mbili yake. Kweli kwa mama siku hizi hataki kazi, bwana baba. Hebu eh, kata simu kwanza. Ah, sasa unasikia eh, eh, the big boss? Bonge la mama, samani kidogo. Naona kama kuna kuna uelewano utakuja, kuna kama udhamini umeingia hivi, samani kidogo eh? eh samani ndio e, mama baba yangu hmm. Nimesikia hapo unaongelea kuhusu kazi, hizo kazi za sisi wanawake. Sasa mama yako, si unaniona mimi hapa nina kazi gani hapa nyumbani? Kutwa nimefanya kushinda tu hapa na galagala nini hamna taka zinaifanya. Kwa nini usinipeleke mimi nikapata riziki, angalau hata nikamsaidia mwanangu Tasha anahangaika, najua naye akapata muda akazunguka kidogo akarudi nyumbani kuja kupumzika, kwa sababu tutakuwa tunasaidiana hmm? hmm. Nikuambia kitu mama yani, Yaani, kwa mfano umuna chikibaraza chetu kutoka hapa hadi hapa kukifanyia tu usafi, yani kukupiga deki alafu ukafagia kidogo uwanja uwanja hapa, mshahara jamani, laki mbili. Najua sura yangu ni ngeni kwenye macho yako, ila ni kuondoe wasiwasi namba zako amenipatia mfanyakazi wangu Zawadi. Na kwa utambulisho rasmi, naitwa Mr. Kai. bila shaka wewe ni Tasha? Ndio, mimi ni Tasha. Vipi, uko nyumbani? mdogo wangu ameharibu chochote au kuna jambo gani limemkuta? Usiwe uh -huh. na pressure, hakuna shida yoyote ile ila niye ana madhumuni ya kukuita hapa leo ni kuhusiana na mahusiano wako na Zawadi, okay.